So nimeona content moja hivi ambayo imenifanya imefanya nifanye live. Uh, huyo mama anasema kwamba yeye yeah, anaona na anashauri kwamba mwanaume awe mwanamke ambaye mwanaume yaani yeye ya amemzidi umri kwa huyo mama, na akatoa sababu kwa nini kwanza. Akasema sababu ya kwanza, kwa sababu Adamu aliumbwa kwanza, alafu sababu ya pili akasema wanawake wanazeeka haraka na kwamba alafu wanazeeka haraka hawana hawajui hawana maarifa ya vitu gani vya kula. Nafikiri alikuwa anamaanisha hiyo kwamba wale nini, ili wabaki wamejikipu vizuri na kuvaa. Akataja hizo sababu ya sasa. Mi nikawa na mtazamo tofauti, kasema jamani mi nafikiria tofauti yeah, kwamba kwa kuwa Adamu aliumbwa wa kwanza, basi lazima mwanaume akuzidi umri. Mi naamini kuna wanawake, kuna mahusiano ambayo aidha wanalingana umri au mwanamke amemzidi mwanaume umri, na wanaishi vizuri. Kwa mi binafsi, naamini hivyo. Lakini la kwanza kabisa ambalo ye ametetea hiyo hoja yake kwamba Adamu aliumbwa kwanza sasa mi nikawa na changamoto yani, kwamba najiuliza, kwa hiyo kuumbwa kwake kwanza kulisaidia nini? E, yani Adamu alivyoumbwa kwanza njo <laughs> ujibu hiyo <jau. laughs> Adamu aliumbwa kwanza, kwa hiyo alifanya yani alifanya nini? Ule ule umri wake kuwa mkubwa kuliko Hawa ulipelekea nini wasile tunda? Hawa alivyompelekea tunda, je, aliweza kulikataa? Ali, aliweza kuwa na hiyo wisdom ya kubaki na maagizo ya Mungu au alikubali kudanganywa na huyo ambaye ni mdogo kwake, ambaye ni Hawa. Kwa hiyo yani, kwa kifupi, mi nikawa naona hiyo hoja haina mashiko kwamba eti kwa kuwa mwanaume aliumbwa kwanza basi mwanamke yani, mwanaume kwenye mahusiano lazima mwanaume akuzidi umri. No, hii nikaona kama haiko sawa na haina mashiko, lakini ukirejea kwenye bibilia hiyo hiyo wanaume walipewa agizo la namna ya kuishi na wanawake, sio swala la umri. Hakuna mahali Biblia inasema kwamba mwanaume anapotaka kuoa aangalie umri wa mwanamke. Wanaume walichoambiwa na ambacho hawakifanyi kwa asilimia kubwa, au hawakifanyi kabisa, hicho walichoambiwa wakifanye na neno la Mungu au na Bibilia, eidha hawafanyi kabisa, au wanafanya kidogo sana, ndio maana matatizo ni mengi kwenye mahusiano. Ni akili Akili. Wanaume waliagizwa kwamba ishini na wake zenu kwa akili. Sasa wanaume wengi hicho kipengele ni zero, yani ni zero au ni pasenti ndogo sana. Sasa usipokuwa na maarifa, maana ya akili ni maarifa, na Biblia inasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa hiyo, sasa sasa hivi mahusiano mengi ni magumu, watu wanapata changamoto nyingi sana kwenye mahusiano, lakini kwa sababu huyo ambaye, eh, aliambiwa aishi na mke wake kwa akili, atafuti hizo akili, atafuti hayo maarifa. Kwa hiyo ndio maana kuna shida nyingi sana. Kwa hiyo unakuta mahusiano mengi yana struggle sana, na of course wanaoishia kuwa wahanga ni wanawake. Wanaume nao kwa sababu wameshindwa kufuata lile agizo la Biblia la kutafuta, la kutafuta akili au maarifa ya kuweza kuishi na wanawake kwao, unakuta ndio wana angaika kutafuta Uh, kitu wanachokitafuta Biblia ilishawaagiza ili uweze kukaa na huyu mwanamke kwa kwa amani, kwa furaha na upendo kwenye mahusiano yenu. Akili akili, sio umri ama mambo ya kusema kwamba kutaka kuoa na akili au wanawake kwamba uchague akili ndio uolewe, ndio uolewe, yani uchague mwanaume kwa kwa umri Utasafa, wengi wanasafa. Kuna mijitu mikubwa jinga mingi, yeah. Kuna wanaume wana, wana maum, yani ni wana umri, lakini kwa kuwa hawana wisdom, hawana akili, hawana maarifa, mahusiano yenu yanasafa na nyinyi mnajua hilo, na hicho wanachokitafuta huko kwenye hiyo plani yao ya kutafuta kwenye wanawake, anachokitafuta ni kile ambacho Biblia limwelekeza kwamba atafute maarifa tafuta maarifa sahihi. Mwanamke mmoja tu anakutosha, kwa sababu utakuwa na wisdom ya kuweza kwenda naye. Lakini kwa kuwa hiyo wisdom hawataki kuitafuta, ndio hicho ninachoona, wanabaki kusema awe na umri mkubwa ili aweze kumcontrol mwanamke aweze. No, Mungu wetu hajatupa maagizo ya kucontrol. Ile ilikuwa ni laana, ni kipindi cha laana ambacho, kama mpaka leo, katika nyakati hizi ambazo tumeshapata ukombozi, bado mnaishi katika au laana mahusiano yale ya ku ya ayo kutawala Biblia ya iliita kutawala, Biblia iliita kutawala eh, mwanaume atamtawala mwanamke. Ile ni kipindi cha laana, kwa sababu alishindwa kutii neno la Mungu. Kipindi cha mwanzo cha Eden hakukuwa na habari ya laana, hakukuwa na habari ya kutawala, kwamba mwanaume atamtawala mwanamke no. Lakini baada ya anguko, baada ya dhambi ndio hapo adhabu yao, sema mshahara wa dhambi ni mauti. Adhabu yao ikawa ndio hiyo, wao wenyewe watasafa, watasafa kwenye biashara, watasafa kwenye uzazi, watasafa mwanamke atakuwa atatawaliwa na mwanaume. So nao tuko katika ukombozi, tuko katika kipindi ambacho tumesharejeshewa yale mahusiano ya awali ambayo Mungu alitupa mamlaka. Kwanza alitubariki akasema, nendeni mkazae zae na kuongezeka na kutiisha na kutawala. Kwa hiyo kila mmoja, Mungu alitubariki wote, mwanamke, mwanaume, kuja duniani kutawala, na sio sisi binadamu kutawalana. Ukiona mtu ana element ya kutaka kumtawala binadamu, element ya mwanaume kutaka kumtawala mwanamke, au wanawake ambao nao wanajaribu kurejesha au kurudisha kama revenge, kwamba mwanamke akishafika hatua fulani, na yeye anataka kumtawala mwanaume Ukiona kuna hizo element, hao ni watu ambao wa bado wanaishi, wanaishi chini ya dhambi, kwa sababu ile ilikuwa ni laana chini ya dhambi. So guys hakuna kitu kama hicho kusema kwamba mwanaume kwa kuwa alitangulia yeye alimtangulia Hawa, basi unapoolewa hakikisha mwanaume anakuzidi umri. No, that is big no. Mwanaume anatakiwa awe na akili, kwa sababu Biblia inaelekeza hivyo. Akili za nini? Akili za maisha general akili za mahusiano. Mahusiano nayo yanahitaji akili, lazima afahamu mwanamke anahitaji nini, mwanamke ana mahitaji gani, mahusiano yenu ili yaweze kuwa smooth, ni vitu gani vya msingi ambavyo lazima wote mvifahamu, lakini zaidi mwanaume lazima avifahamu, kwa sababu aliyeambiwa na akili ni mwanaume. Haimaanishi wanawake wasio na akili, sisi kama wanawake ni viumbe wenye akili sana, na ndio maana Mungu alituwekea vitu vya ziada, ndio maana si tukafanyika kuwa wasaidizi It means kwamba kuna kitu kikubwa sana ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Sasa kwa mwanaume ambaye hataweza kufuata ule mfumo Mungu amemwekea, kwamba make sure, kama unataka kufanikiwa kuishi na hichi kiumbe, kuishi na huyu mtu, make sure unaenda na akili, unatumia akili, sio nguvu, sio umri wako, akili ya akili, kwa sababu ushuhuda mnao, na watu mijitu, mewazidi akili lakini imewazidi miaka umri, lakini akili zero. Na kwa sababu akili ni zero, mnajua changamoto ambazo mnakumbana nazo. So hicho ndio kikubwa ambacho eh, natamani kukisema kwa maoni yangu na mimi <laughs> kwa sababu najua na, wanawake wanafuatilia fuatilia sana vitu huku, alafu wanaweza wakaona hey, kumbe nabi au yule ambaye tayari yuko na mwanaume ambaye eidha hey, wewe umemzidi umri au mko umri sawa, ukaanza kuona kama umekosea. No, utakosea pale ambapo utachagua mwanaume ambaye akili hana, ambaye ataishi na mwanamke bila kutumia akili. Na sio akili tu za kidunia, akili zenye hekima ya Kimungu. Kitu kikubwa, yaani, akili namba moja, hekima ya Kimungu. Alijue neno la Mungu na aliishi neno la Mungu, sio akariri mistari ya Biblia. No, aijue, ajue kama kanuni, kwamba kanuni za neno la Mungu zinasemaje? Sisi ni mwili mmoja so mtu ambaye anajua nyinyi ni mwili mmoja ni mtu ambaye hawezi kuwa na ubinafsi okay, hawezi kwa sababu. Kwa mfano kwenye mahusiano mengi, yani ni kama by default wanawake wanabaki kwenye umaskini ya yeah. Yani wanawake wakishaolewa, wanakimbizana na shughuli za kuwahudumia wanaume nyumbani akikisha amempikia amemfulia amenini. So ule muda mwingi ambao unautumia automatic unakuweka nyuma kiuchumi, na wanaume wao huwa wanakuwa wanaendelea. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana wisdom ya kimungu hilo jambo hawezi, yani hawezi kuona kama ni fahari ya kukuacha wewe kimaendeleo nyuma, ya kukuacha wewe kama mwanamke kiuchumi nyuma then what yaani, anawaza nini? Kwamba baada ya maisha, kwa sababu kwenye maisha haya kuna kutangulia, kuna kutangulia wewe au yeye. So hivyo vitu lazima hatuwezi kukwepa kufikiria. Mtu asiyewaza kwamba after yeye kwenye maisha yako nini kitafata, aidha mkiwepo hai wote, watu wanaachana. Hatuishi kwenye dunia iliyokamilika, hatuko mbinguni, hapa tuko duniani na tunaishi na binadamu, viumbe ambao wanabadilika badilika wanageuka geuka kama vinyonga so hivyo vyote ni vitu vya kufikiria na kuwa fea kwamba okay, in case imetokea changamoto yoyote, tumeshindwa kuelewana, tumeshindwa kuendelea pamoja, au mmoja ametangulia, ya maisha yanakuwaje, yanaendeleaje? So hawa watu kama, kama mtu uko na mtu ambaye hicho kitu hawazi au ha, hakichukulii maanani, then so kwa mtu ambaye ana wisdom ya kimungu mtu ambaye ana akili especially hawa wanaume ambao wameagizwa na Biblia kwamba waishi na wake zao kwa akili, kama hicho kitu hawazi, na wengi huwa hawawazi, hicho ndio maana kundi kubwa la wanawake uh, ku, uh, yani hatuhitaji kwenda, hatuhitaji kubishana. Wewe chukua tu wanawake wajane waliofiwa, angalia maisha yao kabla hawajafiwa na baada, ni wachache huwa wanaweza kuendelea vizuri ya yeah? Walio wengi unakuta wanabaki kwenye udumavu, wamedumaa, wamelemaa kwa sababu akili zao zili mwanaume alizikandamiza sana, kiasi ambacho hata baada ya yule mwanaume kuondoka anajiona hawezi. Ndo huyo anabaki anaombaomba, anaishi kinyonge, anakuwa kama yani, yani labda, hata na baada ya muda mfupi anaweza akafa, au anaweza akabaki kwenye umaskini muda mrefu sana. Why? kwa sababu alikuwa na partner ambaye alimkandamiza aliishi naye sio kwa akili, aliishi naye yani ki uh, kiukatili na kiunyanyasaji, yeah. So kuna vipimo ambavyo unaweza ukajua kama mtu uliye naye, je, ni ni mtu ambaye anakuwazia mema? Kwa sababu kama anakupenda atakuwazia mema. Vitu kama hivyo ni vitu vya msingi kuwaza kwenye maisha ya? So mwanaume kipimo chake sio umri, umri kila mtu anaweza kuwa na umri, yeah. So mwanaume lazima awe na akili, na akili inayoongozwa na wisdom ya kimungu, hekima ya kimungu, neno la Mungu. Sio kwa maneno, sio kwa kukariri, sio kwa kuongeza sana, kuongea sana mistari, sio kwa kunena kwa lugha rabarabara, kwa kuhakikisha mipango na ma, mipangilio ya familia iko, iko vizuri na inaonyesha kabisa kwamba anawatakia mema, awepo asiwepo anatengeneza mazingira ambayo familia haitatetereka hata yeye atakapokuwa hayupo. Akili. Then akasema wanawake wanazeeka haraka. Sasa huo ni uzembe wa wanawake wengi. Wanawake wengi, bwana, walioolewa, wamejikataa, wanajikatia tamaa, hawajipendi, hawajitunzi, hawafanyi mazoezi hawazingatii vitu wanavyokula, wanajiachia, wanavurugika. Kwa hiyo huo, kwa asilimia kubwa, ni uzembe wao wenyewe, ni uzembe wa wanawake wenyewe. Sio kwamba kwa sababu yani wako umri sawa na wanaume au wanawake wanazeeka haraka, hapana, ila wanazeeka haraka kwa sababu hawajitunzi. Kujitunza ni pamoja na kufanya mazoezi kula vyakula ambavyo vinaujenga mwili, sio sio kula tu chochote ni mradi chakula mm -mm. Kula vitu ambavyo vinajenga mwili wako, uh, madini ambayo yanahitajika zaidi mwilini. Unakuwa makini kufuatilia katika umri uliopo vitu gani unatakiwa kula zaidi, vina faida gani kwenye mwili wako? Wanawake wengi hivyo vitu havi zingatii sana na kuji kujitandatanda hayo tanda makanga Eh, hayo madera si mavijora basi, unakuta vurugu mechi, yani mtu atazamiki, yani ukijumlisha ndio hivyo, ushajivurugi yani, ushajivuruga eh, una mtindo wa maisha ulio. Ndio maana mimi, unaona programu yangu ile ya mazoezi naitaga mtindo bora. Sasa ukishakuwa na mtindo ambao ni wa hovyo, aufanyi mazoezi, auzingatii dayati yako, unakula nini na ukuvaa kwako kwa pia kunakuwa yaani ni kujivalisha tu kizeezee kiovyoovyo kiajabu ajabu. Hata saluni tena uwendi ukajitengeneza vizuri. Hebu niambie, kwa hiyo vitu ambavyo vinawafanya waonekane wamezeeka, infacti ni vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wao. Kuzeeka haimaanishi kuchakaa. Mi nafikiri alikuwa anamaanisha kuchakaa, na kuchakaa wanapataka wenyewe, kwa sababu wote wanaume wanawake wote umri unaenda, hakuna hata mmoja ambaye umri unarudi chini wote umri wetu unasogea. Ya. Lakini unakuta sasa wanawake wanapenda kujiachia, kujisusa, kujikatia tamaa kuji, e, yani akishafika tu miaka ni, arobaini tu yani anajiona akashazeeka, sio kweli ya. Kwa hiyo hayo mambo mawili I, umri sio sio kigezo cha kuchagua mwanaume kwa sababu ya umri. Mimi napendaga mwanaume anizidi kidogo, amna mwanaume awe na akili naishi na nawe kwa akili, lakini pia hizo akili make sure ni akili ambazo zimepimwa kwenye viwango vya neno la Mungu, kwa sababu zikiwa ni akili tu za kidunia utapata shida. Na wanawake, umri sio tija ya kujikataa, ya kuchoka na kuchakaa. Umri wako uende zeeka, ukiwa hot, ukiwa sex, ukiwa unapendeza, ukiwa unavaa vizuri, ukiwa unamkia vizuri, ukiwa unajipa time eh? Najua sana kuangaika sasa hivi mmejitahidi kupambana kutoka majumbani huko mlikokuwa mnafungiwa, mnatafuta pesa sawa, lakini bado hamjui pesa maana yake nini. Mnaziacha tu kwenye akaunti, mnapenda kuziangalia namba zinazo zinavyoongezeka siku ya siku. Utakufa unaziacha zote. Nasema nilikuwa natafutia watoto haya, sawa. Sawa, hakuna ubaya kutafutia watoto, lakini nawewe jitunze hizo, hizo hizo ni nyenzo. Pesa ni nyenzo ya kuku kukutunza pia. Tengeneza mazingira ambayo ni rafiki, weka watu wa kukusaidia baadhi ya majukumu, na wewe mwenyewe take your time. Nenda saluni, tengeneza nywele zako, tengeneza kucha zako, paka makeup vango zako nzuri, nukia. Eh, ndo hivyo hivyo, ndo vitu ambavyo mimi nikiangalia na, wanawake naona wana, wana, wana, wana shindwa ku, Keep up. Yani awa, awa, wanajiacha yani. Inakuaga kama wakati anatafuta mchumba mume pale, ndio anapambana atajiweka, e, atajiweka atajiweka, lakini the minute anaingia tu kwenye ndoa ni kama yani kila kitu kinaishia pale, anaanza kufutuka, anaanza ku eh, kunenepeana, anaanza tena haji rembi mbi haeni saluni haeni nywele haeni nini yani eh ai elimu ndio hiyo. Mm, nimeona meseji nzuri sana, amesema kuolewa, sijajisahau. Nina pesa zangu nadhani namzidi hata yeye na nipo kimya pendane tu lakini kujitafutia changu ni muhimu. Of course ni muhimu. Hongera sana mwanamke, lazima utafute kipato chako ya yeah? chako cha family mimi actually, na mtazamo pia tofauti kwamba kipato ni cha familia. Nyinyi wote mkikutana kwa agizo la neno la Mungu ni mwili mmoja, so kipato chenu ni kipato cha familia, mm? Mtu anasema they stress themselves with unnecessary things, badala ajipende anawaza kufulia mtu na kumwandalia chai daily. <laughs> <Hey>. Eh. <laughs> Sasa ndio walivyolelewa hivyo, ndugu yangu. stress za wanawake, afya ya akili na kujipa stress na makosa ya wanaume. Nadhani wanawake tujipende wenyewe kwanza. Ujana sio umri unaanzia ndani yako, yes. Mi nilishasemaga stress marufuku kupelekeshana, no jamani, Life is too short, tusaidiane ndo besti kabisa kabisa ya yeah. Nimependa message zenu, mmeelewa point ambayo nilikuwa najaribu kuiweka, although hiyo uh, wanawake wengi bado wana struggle hapo, wengi wanaendelea kutembelea utumwa wa uh, mila na tamaduni zilivyotuandaa sisi. Yaani, unajua kama ambavyo wakoloni walikuwa wanawatumikisha uh, watu weusi ya yeah? Kwa hiyo baada ya kupata uhuru kutoka kwa wakoloni, sasa hivi wanaume wanaishi na wanawake hivyo ambavyo wakoloni walikuwa wanaishi na sisi. Kivipi? kwamba wanaume wao wanachotaka wanawake wawatumikie. Kwa hiyo kwenye mfumo wa ndoa mwanamke atakuwa yeye ni anamtumikia mwanaume kwa kila kitu, amfulie, ampikie, yeye maisha yake yote anakuwa ameishia pale, hana muda wa kujiendeleza kielimu, kifikra, kimaarifa, kibiashara, kitaaluma, kikaria. Yaani, mwanamke hilo linaonekana kama halina tija sana, sio muhimu. Muhimu ni ukishapata ndoa shapata mume ndio umepata kila kitu. No, that is big no. Actually, kwenye kitabu changu hicho ni kitu ambacho nimekiongelea kwa undani kabisa, na nataka sana hizo knowledge ziwafikie watoto wa kike mapema kabisa, kwamba wainvesti kwenye maisha yao, sio kwenda kuinvesti kwenye ku saidia maisha ya mwanaume yaende mbele, alafu ya kwako yanarudi nyuma. Hapana, mnapooana lazima muwe na mipango na mipangilio. shughuli za ndani zitafanywa na nani? kama mtashirikiana wote well and good. kama wote hamwezi kushirikiana, wekeni watu, mnaanza maisha fine. Amlazimishi kuanza maisha kama wenyewe. wenyewe uwezo wa kuanza maisha amna, anzeni maisha mkiwa mnaweza, kuhaya watu au kununua mashine za kuwasaidia kama kufua Uh, then kudeki nyumba na kupika, mshirikiane, msaidiane, ili muda mwingine kama mwanaume anaenda huku na wewe unaenda huku katika kujitafuta na kujitafutia maendeleo, kwa sababu maisha haya uh, hatuna garanti ya, na hata hivyo neno linasema amelaniwa amtegemeaye mwanadamu. Lakini zaidi sana, ambayo challenge yangu kubwa kwa wanawake ni kwamba sisi tulipewa usaidizi, yaani sisi tumeumbwa kama wasaidizi, na nataka ni wa challenge, wasaidizi ni watu wenye uwezo mkubwa sana, lakini mila na tamaduni zetu zimeondoa ule uwezo, na wanawake tumejiona duni kwamba wanaume ndio wanaweza sana, lakini ukija kuangalia ni kwa nini katika family level, mwanaume anapoachwa na familia familia inaweza ikatetereka kama hakuna mwanamke humo ndani, lakini mwanamke akiachwa na familia, familia inasimama. Wengi ni mashahidi hapa, wengi ni mashahidi. Mmeona kwenye jamii zenu, nyumba zilizobaki na wamama zilisimama zikaendelea. Nyumba zilizobaki na wababa ziliyumba yumba, kama wale wababa wakutafuta wanawake wengine, wenyewe kama wenyewe ni changamoto. So hii inaonyesha namna gani mwanamke ame, Mungu amemwekea uwezo mkubwa sana ndani yake so huo uwezo sio kwenda kumfulia tu mwanaume na kumpikia no. Huo ni uwezo wa wewe kuproduce, kwa sababu agizo namba moja la Mungu kwa wanadamu ni kwamba alitubariki akasema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha na kutawala. It means be fruitful, tuzalishe. Na katika kuzalisha ni kuzalisha mali. Huwezi kwenda kuanzisha familia ambayo huwezi kuitunza lazima utengeneze mazingira. Hata Mungu katika kumuumba mwanadamu, Biblia inatuambia kwanza aliumba mbingu na nchi, akaumba kila kitu kilichokuwepo, baadaye ndo akasema sasa natumfanye mtu kwa mfano wetu. It means, hata sisi hatuwezi atu kwanza kuzalisha watoto wakati hawa watoto akiwaandalia mazingira. So why hili jukumu mwanamke anaona kama ni la mwanaume? yani hata we mwenyewe kama mwanamke unaona mwanaume ndo anatakiwa kunitunza mimi, anatakiwa yani, kunihudumia mimi. Hizo ni poverty mentality ambazo tumejengewa na mila na tamaduni zetu na jamii zetu, ya? Unasema oh mwanaume ndo aliwekwa kwenye bustani yes, lakini akawekewa msaidizi wa ile bustani, sio akupika. Hakukuwa na jiko pale au nguo chafu, kwamba nakuletea mtu akukufulia na kukupikia no. Kwenye bustani kulikuwa kuna kila kitu, kila kitu, hadi dhahabu zilikuwepo, ya? Alafu Mungu agizo alilotoa ni kwamba ukailime na kuitunza management. Sasa huyu msaidizi aliyepewa pale, amepewa msaidizi wa kufanya hivyo vitu ambavyo Adamu aliambiwa afanye, na hapo ndo watu wanapo miss point na sioni hata hayo mafundisho yakifundishwa sana uh, uh, mafundisho kama haya watu wanatarajia wana yafundishwe kwenye makanisa, ambako hata huko makanisani wanachofundishwa ni miujiza tu na miujiza tu, lakini kupata ile ile ile ile yani ile knowledge yenyewe ya na na na, na, na, na, na ufunuo wenyewe wa maagizo ya Mungu na kusudi kusudi ambalo linatoka kwa Mungu kuja kwa wanadamu ni nini? Kwa nini Mungu alitutaka tu, alituweka duniani why akataka sisi ndio tutawale dunia? Na hata Yesu alivyokuja kutukomboa bado ilibidi aje kwa mfumo wa kibinadamu why? Huo ufunuo bado watu wengi hawana. Ya, kwa hiyo wanawake wanabaki tu wanataka kuwa second class, wanataka kuwa wasaidizi wa kuwafulia wanaume na kuwapikia tu, hawataki kuingia kwenye big business. Ndio maana unaona, mimi my agenda ni kuwapushi wanawake waende kwenye levo za juu. Napozungumzia levo za juu, tunazungumzia uraisi. Ndio maana i really want wanawake kwenye uraisi pale, kwa sababu hizo position sio za wanaume, ni za kwetu pia na sisi kama wanawake, kwa sababu uwezo tunao so hata programu yangu nazo nazofanya wadada ni sehemu ya kuanzia maisha, lakini goli yetu inatakiwa kuwa mbele kabisa, inatakiwa kuwa juu kabisa, kwenye maendeleo makubwa. Hatupaswi kubaki kwenye ujasiriamali mdogo mdogo, vishughuli vidogo vidogo. No, tuna uwezo. Yani akili ambazo Mungu alimpa mwanaume na mwanamke amepewa, tena mimi ninaamini mwanamke amepewa zaidi kuna kitu cha zaidi ambacho Mungu amempa, kwa sababu mwanaume anatoa mbegu, mwanamke anapokea ile mbegu, anakaa nayo miezi tisa kubadilisha, kuiboresha, kui kuifanya eh, eh, iwe mtoto. So huyo sio mtu wa kawaida, hicho sio kiumbe cha kawaida. So until wanawake watakavyoweza kupata hayo maarifa vizuri, kwa kweli hatutaendelea kubaki kwenye umaskini. So guys, I'm sure kuna jambo hapo umelipata. Haya, wale wakwenda kulala ngoja minkalali